Kuna watumishi ambao katika huduma zao wameweka maslahi sana mbele. Ni kweli kwamba huduma zinahitaji fedha, lakini kama mtumishi wa Mungu unahitaji sana kujiadhari sana kwenye kipengele cha fedha au kuweka tamaa ya mali mbele kuliko huduma, kwa sababu Mungu ni kweli, utumishi ni ajira ambayo mtu ameajiliwa na Mungu, lakini Mungu hajakuajili kwa kuangalia mshahara Ukiangalia mshahara mwisho wa muda unafanya kazi ambayo sio hemjitahidi kufanya utumishi ambao Mungu anapouona auone ya kwamba una tija na Mungu akufanyie malipo yeye kama yeye. Sasa kuna watumishi ambao wamekuwa na tabia ya kuomba fedha au kuomba sadaka kwenye kila huduma wanayoifanya. Ni dhahiri kwamba kuna watu ambao Mungu anaweza akakuambia kwamba atoe sadaka lakini sio kweli kwamba kila mtu ambaye anahitaji huduma au ambaye unatakiwa kumhudumia anatakiwa kutoa sadaka. Unaona kwamba Yesu alifanya huduma nyingi, si wote aliwaambia kwamba waende wakatoe sadaka kwa ajili ya kujionyesha. Wengine aliwaponya akawaambia msitende dhambi tena, wengine aliwaponya akawaambia imani yako imekuponya. Lakini kwenye maagizo ya kutoa, unaona ni sehemu na sehemu, kwa sababu kiniambia kila huduma unaoifanya ni lazima mtu atoe sadaka. Wakati mwingine mtu ametoa sadaka nyingi, lakini tatizo sio sadaka, kama ambavyo unavyofanya sasa. Unapoweka maslahi mbele, ina maana unatangaza moja kwa moja kama hiyo huduma yako ni biashara. Sasa unatakiwa ujiulize, Mungu shauku yake ni kuweza kuponya watu, wewe shauku yako ni mali, na maagizo ya Mungu kuhusiana na wewe mtumishi, kama mtumishi ni nini kwako? Yesu anasema ya kwamba watumishi wa mshahara kwao kondoo si kitu. Sasa unapoweka masilahi yako mbele, ni moja kwa moja ni kwamba wewe ni kama mtumishi tu wa mshahara. Tofauti yake ni kwamba wewe hulipwi na mtu kwamba ikinapofika tarehe fulani upokee mshahara, lakini wewe unajikatia mwenyewe tena. Huu naweza nikasema nini ni, ni, ni, ni, ni uharibifu kabisa katika huduma mm. Rejea kwenye wana wa Eli Hofni na Finehasi tabia walizokuwa nazo ukisoma pale, uh, wa, wa, Samueli wa kwanza, ukisoma pale Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza, nafikiri sura ya pili mstari kama wa thelathini, anazungumza tabia ya hawa wana wa Eli ambavyo ilikuwa mbaya kwa habari ya sadaka ya Mungu. Hawakujali, walikuwa ni wenye kwenda pupa, walikuwa na tabia ya tamaa. Sasa usipoangalia, kama ukiwa na tabia ya tamaa ya mali au tamaa ya fedha katika huduma yako, unamkosa Mungu na wakati mwingi Mungu anaweza asikujibu kwa haraka kama mnavyo dhani. Mungu anaweza asikujibu kwa hasila kwa wepesi kama mnavyo dhani, lakini hasila ya Mungu inawekwa akiba. Sasa iwapo unahitaji kuwa na utumishi bora ambao unaopata kibali mbele za Mungu, kwa sababu kwanza unatakiwa uelewe utumishi wako unatakiwa kupata kibali mbele za Mungu zaidi ya mbele za watu. Sasa watumishi wengi wanatafuta kibali machoni pa watu, na ndio maana leo mtumishi wa Mungu hawezi kufundisha kweli ya neno la Mungu, hususani kwenye mafundisho ya watu kuacha dhambi, watu kutubu, watu kufanya matengenezo na Mungu. Unakuta watumishi wengi hawana mkazo katika mafundisho hayo, lakini kilichowapelekea kuwa si wenye mkazo katika mafundisho hayo si kwamba hawajapewa mafunuo au si kwamba wamemwomba Mungu akawapa ujumbe waliopewa, lakini ni kwa sababu wanaangalia, baada ya kutoa ujumbe huu watu wanaweza wakapokea mapokeo gani? Sasa ukiwa ni mtumishi wa Mungu wa kweli, mwenye nia njema, unayetamani kulifikisha kusanyiko ulilopewa mbinguni, au unayetamani kufanyia Mungu kazi kwa kiwango kinachopaswa, swala la maslahi unatakiwa uliweke nyuma, na swala tunapofika kwenye swala la ujumbe, unatakiwa kutafuta ujumbe machoni pa Mungu kwa siku zote. Kabla ya kwenda kuhudumu, unahitaji kutafuta uso wa Mungu. Hakikisha Mungu ndiye ambaye amekupa ujumbe huo na vile ambavyo atakupa unahitaji kufikisha kama ulivyo. Lakini inawezekana kwako kumtafuta Mungu kukupa ujumbe inakuwa ni changamoto au umeona ni vigumu, kwa sababu eidha una uwezo wa kutengeneza masomo na ukaona kwamba huna haja tena ya kumtafuta Mungu. Sawa, haina shida, ingawa ina shida. Nasema haina shida kwa maana ya kwamba unatakiwa basi kupangilia katika hayo masomo yako, angalia kila kipengele ambacho Yesu anakihitaji uweze kukifanyia kazi katika utumishi, au kila aina ya ujumbe unaotakiwa kuufikisha kwa watu hawa ambao wanahitaji kumwona Mungu katika maisha yao. Na usibezi tu kwenye swala la maslahi, usibezi tu kwenye maneno laini mm, kwenye mazingira ambayo unatakiwa kuonya na kukaripia, unahitajika kukaripia kama utakuwa ni mtu naye rahisi injili kwa ajili ya kuangalia washirika wako au kwa ajili ya kuangalia wafuasi wako, wewe si mtumishi bora katika ufalme wa Mungu. Mtumishi bora ni yule anayeweza kuisimamia kweli na haki ya Mungu pasipo kupepesa macho. Lakini wengine wenu mnahofia athari au madhara yanayoweza kuwapata kutokana na injili ya kweli mnayoweza kuihubiri edha kupigwa mawe ya maneno na wakati mwingine kupingwa lakini unahitajika kufahamu ya kwamba wewe huwezi kuwa bora kuliko mwanzilishi wa imani yako ambaye ni Yesu Kristo. Jifunze maisha ya Yesu Kristo, injili alivyozifanya, kwamba alifanya injili za hakika bila kupepesa macho. Wakati mwingine alitolewa maeneo kadhaa, wakati mwingine alikataliwa, lakini hii inakutaka wewe uwe chini yake na ndio maana Yesu mahali pengine anasema, mwanafunzi huwezi kuwa mkuu kupita mwalimu wako, na sehemu nyingine anasema, yale mwonayo nafanya ndinyi na nyinyi mmepaswa kuyafanya. Kwa hiyo kama wewe ni mtumishi unapenda sana fedha, unahitaji kujikagua. Bibilia inasema ya kwamba shina la mabaya yote ni kupenda fedha. Si kwamba tunaposema kupenda fedha kwamba fedha hatuzihitaji fedha, sote tunazihitaji, kwa sababu tupo katika dunia, tuna mahitaji mbalimbali unahitaji kufanya maendeleo na vitu kadha wa kadha vinavyohitaji fedha, na injili yenyewe kwa asilimia kubwa inahitaji fedha. Lakini anaposema kwamba usipende fedha, au tabia ya kupenda fedha ni ile tabia kuweka fedha mbele, kwamba wewe katika kila kitu unaangalia unapata faida gani. Sasa wakati mwingine umeshindwa hata kuhubiri injili ya kweli kwa sababu umeangalia kusanyiko la watu wanaokuunga mkono, na ukajaribu kutafuta mafundisho laini ambayo anaweza kulainisha mioyo ya watu ili upate fedha. Kama unafanya hivyo huo sio utumishi na unahitaji kutubu kabisa mbele za Mungu. Kama wewe unafanya injili za namna hiyo, unahitajika kutubu kwa sababu mwelekeo wa hitaji la Mungu kwa watumishi ni kuhakikisha wanakusanya kondoo waingie zizini. Na kukusanya kondoo, moja ya mafundisho ya msingi ni kuambia watu watubu, waache dhambi, wajirekebishe tabia wanapoenda ndivyo sivyo. Ukiangalia katika mafundisho ya Yesu mara nyingi sana alionekana kama anafundisha kwa ukali na watu wengi hawakuweza kumwelewa, lakini alikuwa akionyesha ugumu uliopo katika safari ya kwenda mbinguni. Alikuwa akionyesha juhudi za ziada zinazotakiwa kuchukuliwa na kila mwenda mbinguni. Sasa Yesu alikuwepo duniani amefanya kazi kwa miaka hiyo kadhaa, amekuachia wewe kama mtumishi. Vipi, unalisimamiaje jukumu hilo? Yesu anapokuangalia leo katika utumishi wako anapata faida gani? anaweza kuona sababu ya kukuacha uendelee, na wakati mwingine amekuacha uendelee kwa sababu anahitaji ubadilike. Amkini wakati mwingine njia zako zimekuwa sio sawa, umekuwa ni mtu mwenye tamaa ya mali. Na wakati mwingine ulihitajika kwenda kuwahudumia watu fulani sehemu fulani, Mungu alikutuma, lakini ukakataa kwa kiburi cha moyo wako kwa sababu ya fedha, kwa sababu ya mali. Ulitafakari ukaona ya kwamba kule utakako kwenda ku, utapata faida gani? ukienda kule utapata faida gani? sasa umeacha mambo ya msingi ambayo ni ya adili kwa jicho la kimbingu, umeenda kufanya mambo ambayo ni ya adili machoni pako mwenyewe. Jipeleleze wakati mwingine ukipata mialiko ya huduma unaweza ukapata mialiko ya kihuduma. Je, hulinganishi kiwango cha fedha? Wakati mwingine unalinganisha kiwango cha fedha, kwamba nikienda huku naweza nikapata shingapi, nikienda huku naweza nikapata shingapi. Ni kweli kwamba Bibilia inasema wa madhabahuni mtakula madhabahuni, lakini sio kwa staili hiyo ya kuendekeza tamaa ya vitu. Unapopima maslahi kati ya huku na huku, umealikwa sehemu mbili, unapima maslahi kwamba huku nitapata nini na huku nitapata nini, au huku nitapata shingapi, huku nitapata nini, hapo tayari unakuwa umeondoka kwenye msingi. Unahitaji kumuuliza Roho Mtakatifu ndani yako, msisii Roho Mtakatifu kwamba akupe mwongozo ni nini cha kufanya katika huduma. Hata kama umepata mialiko miwili au zaidi ya mmoja, imegongana, huhitaji tu kuamua kwa sababu huyu ameanza au huyu amesema au huyu ana fedha au huyu hana fedha, lakini unahitaji kumsisii Roho Mtakatifu akupe mwongozo ni ni kitu gani cha kufanya, sasa ni wapi uende na katika hiyo huduma uifanyafanyaje? Ndivyo hivyo, unahitaji kufanya pia kupeleleza Mungu hata katika kila sadaka zinazotolewa. Sasa kumekuwa na kujikwaa kwa namna nyingi kwa ajili ya sadaka zinazotolewa. Ukiwa ni mtu mwenye tamaa ya mali, utamezwa na roho ya kuzimu. Kwa sababu gani? Ukiwa na tabia ya kupokea kila sadaka, utakula sadaka hata ambazo hazikupaswa kuliwa katika huduma. Tambua ya kwamba kuna mitego ya adui, atakutega hata, hata kwa njia ya sadaka. Jiulize kwa nini Elisha hakuweza kupokea sadaka kutoka kwa namani aliyetakaswa ukoma? Wakati alileta sadaka nyingi na alileta kabisa kwa furaha, kwa nini hakuweza kuzipokea zile sadaka? Tambua ya kwamba Mungu hakumpa kibali cha kupokea zile sadaka. Je, unafikiri kwamba Elisha hakuwa na njaa au hakuwa na uhitaji wa vile vitu? Hapana. Sasa kuna mazingira Mungu anakutuma mahali uende ukafanye huduma na ni mazingira yanayoruhusu kupata fedha, na wewe una njaa, lakini huhitaji kukuendekeza ile njaa yako, huhitaji kuiweka mbele ile njaa yako. Unahitaji kumsikiliza Mungu katika kila huduma, kwamba je, Mungu hapa nifanyeje huduma hii? Na hata baada ya kufanya huduma mtu anataka kutoa sadaka, ni vizuri, lakini unatakiwa kuuliza Roho Mtakatifu, nifanyaje, nipokee au nisipokee? Hii itakupa ulinzi, itakusaidia kukulinda dhidi ya mitego ya adui, kwa sababu watumishi wengi nyakati hizi wamekwisha kugeuzwa juu kwa juu, yaani wamegeuzwa kwa namna ambayo huwezi kujua, lakini wamegeuzwa, wamekuwa sio watumishi wa Mungu, wametekwa, utumishi wao umekuwa sio wa Mungu tena, wanamtumikia shetani. Kwamba kwa, kwa kuto tu kutaka kumsikia Roho Mtakatifu anawapa mwongozo gani katika huduma, wamefanya huduma ambavyo haikupasa, wamechukua sadaka ambazo hazikupaswa kuchukuliwa. Kuna watumishi ambao huwa wanajifariji kwamba mimi nitachukua sadaka yoyote kwa sababu nitaiombea na kuitakasa kwa damu ya Yesu. Nataka nikuambie mpendwa, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvitakasa, lakini kuna vitu ambavyo hutakiwi kuvitakasa kwa sababu havitakasiki. Yaani ukisema wewe ni shupavu sana mwana maombi, unaweza kusafisha hata ambavyo havisafishiki, pole na Mungu. Anapokukatalia anakuambia hiki kitu usifanye, anajua. Si kwamba hawezi kukuepusha na madhara, anaweza, lakini anajua, na ndio maana kuna vitu vingine mtu wa Mungu anakwambia acha, hata kama hujala chakula wiki nzima, una njaa, familia yako wana shida, wana uhitaji, unahitaji fedha, lakini msikilize Roho wa Mungu, anakuambia uchukue hicho, anakuambia ufanye hivyo, akikukatalia acha, lakini ukiweka tamaa mbele shetani anakupata dakika chache tu. Kwa sababu gani? wewe una tamaa, unafikiri shetani hana watu wengi wenye mali m mm? Unaweza ukajifariji ukasema, Mungu amesema atatulisisha mali za mataifa, ni kweli, lakini je, kwa mfumo upi m mm? Kila jambo linafaa kwa wakati wake kwa kusudi kamili, lakini kwa mwongozo wa Mungu. Kwa hiyo kama mtumishi wa Mungu wa kweli unahitaji kufanya mabadiliko katika swala zima la utumishi. Jipeleleze, unatumikaje mbele za Mungu? Acha kuwa na tamaa. Sio kila kitu kinachotolewa sadaka unatakiwa kukipokea, vingine unatakiwa kuvizuia hata mlangoni, hata kama ni vya thamani vingine unatakiwa baada ya kuvipokea uviteketeze visiwepo kabisa utakiwi kugusa lakini ukiwa na tamaa ya sadaka kila kitu unataka upewe sadaka kila sadaka inayotolewa unaona ni mungu amekupa huhitaji hata kumuuliza mungu pole kuna mazingira mungu ananyamaza kimya hawezi kukwambia wakati mwingine unaweza kujidanganya kwamba mungu ananiambia kwenye kila kitu linapoenda sivyo mungu angeniambia nataka nikwambie kuna vitu vinaweza kwenda sivyo na mungu akanyamaza. akuache una ufahamu wa kumuuliza Angalia, wakati mwingine mtumishi wa Mungu aliletewa kesi ya mtoto amekufa. Aa, bila kumuuliza Mungu, mtumishi wa Mungu Elisha, bila kumuuliza Mungu, anamtuma aa, msaidizi wake: chukua fimbo, nenda nyumbani kwa yule mama, nenda kaweke fimbo juu ya mtoto, usimsalimu mtu njiani wala usi, usi, usimwamkie mtu wala usijibu. Huyu amemtuma mtumishi wake kwenda kufanya hivyo, ni mtumishi wa Mungu lakini haileti majibu Inakupa jibu gani? Ni kwamba huyu mtu alikurupuka. Usifanye vitu vya kukurupuka. Yule mama ameondoka na kumwendea yule mtumishi wa Mungu mpaka Kilimani, lakini yule mtumishi wa Mungu anasema Mungu amenificha juu ya jambo hili ya kuniambia, lakini huyu mtu ana huzuni moyoni. Sasa unaweza ukajifunza huyu mtumishi wa Mungu alikuwa na kiwango cha chini kiroho kuliko wewe, sawa? Inawezekana ukasema a ah, mimi na kiwango kikubwa cha kiroho kuliko yule lakini ningependa tu nikuambie kanuni za Mungu zinabaki vile vile. Mungu huwa hajipingi, na utaratibu wa Mungu uko vile vile. Ili uweze kuelewa vizuri kanuni za Mungu, unahitaji kusoma sana maandiko kwa watumishi mbalimbali. Mungu alifanyaje? Watumishi walifanyaje? Mungu akafanyaje? Akawaambia nini? Itakupa mrejesho kwamba huduma yako inatakiwa kuwa ya namna gani. Lakini mda mwingine unakuwa tu ni mvivu wa kusoma Biblia. Unaposoma Biblia ni mtu tu unasoma kwa sababu ili upate somo la kufundisha. Haikupasi hivyo kama mtumishi wa Mungu. Unahitaji kujivika moyo wa unyenyekevu. Pamoja na uhitaji wako, uhitaji na kunatakiwa kuweka nyuma. Tangulize kwanza Mungu na faida za mbingu. Mbingu inapata faida gani kuhusiana na wewe? Na hiyo faida au mahitaji yako Mungu atakupa. Mungu anaweza kukupa, anaweza kakulipa hata pasipo kupokea sadaka kwa wao watu wanaofanya nao huduma. Kwa hiyo unaangalia kama hicho ndio kitega uchumi chako. Naliaibisha jina la Bwana. Na ndio maana sasa unaweza kukutana na watu wanaosema vibaya huduma yako. Unajifariji kwamba ni kawaida kusemwa vibaya, lakini mengine siyo kawaida, ila tu umefungua mlango, kitu ambacho hata Mungu anapotazama huduma yako anaikataa, anachukizwa kabisa. Kwa hiyo, kama umekuwa na tabia hizi, unahitaji kugeuka, utubu kabisa mbele za Mungu kwa dhati, kwa moyo wa ndani kabisa kwa moyo wa kupondeka, umwambie Bwana Yesu, nimekosa na kuomba unirehemu, lakini nakuomba uanze nami tena, nimebadilika. Alafu tanguliza shauku au nia au kusudi la Mungu mbele matatizo na uhitaji wako weka nyuma. Ukifanya huduma kwa namna hiyo, Mungu wa mbinguni atakubariki na Mungu wa mbinguni atakutetea, hawezi kukupungukia. Ijapokuwa hata kama kikupungukia, ukilala na njaa siku moja, mbili, tatu, bado ile njaa yako uhitaji kuweka mbele kuliko huduma ya Bwana. Mungu wa mbinguni akujalie neema ya kuelewa sana na kupata ufahamu wa kimbingu ili uweze kuisimamia kazi ya Mungu kwa kiwango kipasacho.